E bwana e, Mr. Tangawizi hapa. Kama alivyokuahidi kwamba nitakuwa nazungumziaissue ya usindikaji na issue ya kilimo cha tangawizi. Sasa kwenye usindikaji mimi nakusanua tu kwenye mazao ambayo yanapatikana kwenye mazingira yetu rafiki. Lakini in case hauna mtaji kwa sababu sio lazima ulime ndio upate hela. Ila sisi tunazungumzia issue ya usindikaji. Tunachukua alicho kilima, tunasindika, tunapata product nyingine ili tuwe comfortable kwa sababu unajua kuna mwingine unataka kufanya biashara nzuri, hutaki biashara labda ya kuchafuka chafuka, hutaki biashara labda hutaki labda kilimo biashara. Yani wewe unataka product au unataka uh, biashara ambayo itakufanya wewe comfortable. Sasa tuangalie kwenye kiazi, sasa naweza tukasindika tukapata nini, au tukasindika tukajiajiri kweli? Umeona kwenye kiazi mviringo. Sasa uh, kiazi mviringo hapa tutaangalia kwenye issue ya Uh, product zipi ambazo unaweza kuzipata kwenye kiazi mviringo. Product ya kwanza kwenye kiazi mviringo unaweza ukawa unakaanga kiazi mviringo na kusupply na kuuza sehemu mbalimbali, aidha madukani na sehemu mbalimbali kwenye sehemu ambazo tunaishi na sehemu zozote zile ambazo ulikuwa unazitaja. Lakini pia fursa namba mbili uh, unaweza ukatengeneza clips kupitia kiazi mviringo. Hiyo ni safi kwa wasafiri wanaelewa kabisa kwamba ni clips pendwa sana, clips za ya kufanya mchuzi huo mzito kwenye vyakula mbalimbali, unasindika unapata unga wa kiazi mviringo uh, basi unakuwa una supply sehemu mbalimbali kwa ajili ya watu kutumia kwenye vyakula sehemu zao ambazo wanapika. Lakini pia fursa namba nne sasa, unaweza ukawa unasindika kiazi mviringo, tukapata product ya kiazi mviringo kilichogandishwa. Hii tunasema precooked, umeona? Ah, hiki ni kiazi ambacho kinasindikwa, kinagandishwa ili kuweze kuhifadhi kwa muda mrefu kwa ajili ya matumizi ya hapo baadaye. Oh, hizi ni baadhi tu ya fursa au opportunities ambazo zinapatikana ndani ya kiazi. Sio lazima ulime, sio lazima labda uuze tu kiazi chenyewe kama chenyewe, lakini pia unaweza ukanunua kiazi ukasindika, ukapata product ambao unaweza ukaipack na kwenye kuuza ukawa comfortable nayo, kwa sababu ni kitu ambacho utakuwa kipenda. Kwa hiyo, hiyo ni fursa. Tuseme kwamba hauna issue, hauna kazi Viazi vinauza bei ndogo, hata mtaji wa shilingi elfu arobaini hamsini inatosha kabisa kuanza. Kwa mfano, clips kugandisha, hmm? kutengeneza kiazi mviringo hiki, kiazi cha kukaanga hivi vitu vyote vinahitaji tu mtaji mdogo sana. Kwa hiyo, hauna sababu ya kusema kwamba hauna fursa au hauna cha kufanya. Nimeshakusanua, ni wewe tu kuamua. Nimeshamaliza.